Madhara nane ya kumilikiwa au kutawaliwa na jini mahaba. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia madhara nane ya kutawaliwa au kumilikiwa na jini mahaba. Mtu anaweza akakosa kibali kwa watu kutokana na mume au mke wa kiroho anayekutana naye kimapenzi ndotoni. Kukosa kibali kuna athiri mafanikio yako kwa sababu kibali chako kimeunganishwa na mafanikio yako moja kwa moja. Hivyo unapopatwa na tatizo kama hili, jitathmini yafuatayo yanaweza akakupata. Ikiwa lipo moja au zaidi katika hayo, ni muhimu uzingatie maombi kwa bidii ili kujitenga na huyo mume au mke wa kiroho, nawe utakuwa huru. Asilimia kubwa ya watu wamemilikiwa na majini mahaba. Yapo madhara makubwa ambayo yanatokea pale unapokuwa umemilikiwa na jini mahaba. Kabla tujaangalia madhara haya, nisiwe mchoyo wa shukurani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa thamani na wa muhimu sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu aendelee kuwalinda, kuwatunza na kuwafanikisha kwenye kila jambo ambalo mnalifanya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 Hii ni dhara mojawapo. Endapo umemilikiwa na jini mahaba, unakuwa huna kabisa, hautamani kabisa kuolewa au kuoa. Kama ni mwanaume hutamani kuoa, kama ni mwanamke hutamani kabisa. Yamkini, unaweza ukajikuta hadi umri umefika wewe kuoa. Yaani, yani umri umefika wewe kuwa na na mke, lakini unakuwa hautamani. nini kinatokea? Kwa sababu jini mahaba uh, jini mahaba ni jini ambaye anakuwa na wivu. Maana yake atakuwa anleta anaondole shauku ya wewe kutamani kuingia kwenye ndoa au anaondole shauku ya wewe kuolewa. Kwa hiyo hii ni ishara ya kwanza ambayo, ukiona kama unaweza kukuta mtu hadi umefikia umri wa kuoa. Lakini unaweza kumuuliza, mbona mpaka sasa hivi haoa? Anakuambia ah, bado bado, bado n Nipo tu, yani bado nipo nipo tu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa umemilikiwa na jini mahaba, kwa sababu wakati wa usiku yeye jini anakuwa na uwezo wa kukutana na wewe, anaweza ukaja akalaa na wewe, kwa ile shauku ya wewe unajikuta hauna kabisa shauku ya kuoa au kuolewa, nakuwa hauna kabisa shauku ya kuoa au kuolewa. Unaanza kukutana na binti, lakini binti anakuambia hataki hata kusikia mwanaume amefika hadi umri, kwa sababu mtu eh, anakuwa namilikiwa na jini na jini lapokuwa linakumiliki ni jini ambalo lakuwa la wivu, lakuwa halitaki likuone una unatoka na mwanaume mwingine au umekaa na mwanaume mwingine, halitaki. Lakini dhara namba mbili ambalo uh, madhara mengine la pili ambalo uh, ni dhara la kumilikiwa au kutawaliwa na jini mahaba uh, kuharibu mahusiano. Kama upo wenye mahusiano, baada ya kutawaliwa na jini mahaba, jini mahaba anakuwa na uwezo anakuwa na uwezo wa kuharibu mahusiano. Kama uko kwenye mahusiano na shangaa unaweza kuingia kwenye mahusiano ya kwanza, mahusiano yakavunjika, ukaingia mara apili, ya pili yakavunjika, ukaingia mara ya tatu. Mpaka kuna wengine wanaingia kwenye mahusiano hadi mahusiano yanaingia mara kumi, lakini hakuna mahusiano yanayodumu. Kila akiingia kwenye mahusiano hayo mahusiano yanaporomoka, yanavunjika kwa hiyo hii Uh, unakuta jini mahaba huyo anakuwa na uwezo wa kuvuruga mahusiano, akawafanya akawafarakanisha, msewani unajikuta mlianza mkiwa vizuri lakini ghafla tu mnashangaa mnafarakana. Na wako watu ambao hawawezi hata kuongea kwa saa moja kuongea kwa amani, au hawawezi kuongea hata kwa dakika kumi au dakika kumi na tano kwa amani, lazima wataingia kwenye kwarozi, mafarakano, na shangaa kitu kidogo kinazua ugomvi mkubwa, na mwisho wa siku unaanza kushangaa wanaachana. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa memilikiwa au umemilikiwa na jini mahaba unakuwa uh, unakuwa huyu uh, un, jini mahaba anakuwa, mahusiano yako yanakuwa yanaharibika. Lakini pia ishara namba tatu, mambo yako hayawezi kufanikiwa mambo yako hayawezi kufanikiwa. Hii ni ishara ya tatu au dalili ya tatu ambayo inaonyesha au nasema madhara ya kumilikiwa na jini mahaba hey, mambo yako haya hayawezi kufanikiwa. Unajaribu sana, unapambana sana, unaangaika sana lakini mambo yako hayafanikiwi kabisa, mpaka unajiuliza je, tatizo na nini? Wengine wanaanza kusema wana bundu, wengine wanaanza kusema wana mikosi. Ninataka kukwambie, hii tatizo ukimilikiwa na jini mahaba mambo yako hayawezi kufanikiwa, hata kama utapambana kwa kiasi gani, lakini mambo yako hayawezi kufanikiwa. Utajikuta unabakia pale pale, huwezi kabisa kufanikiwa. Kwa sababu gani? Umemilikiwa na jini mahaba. kwa mambo yako hayawezi kufanikiwa, hata kama unafanya biashara, biashara inaweza isiende vizuri, ikaporomoka na vitu kama hivyo. Lakini uh, madhara mengine ya kumilikiwa na jini mahaba, magonjwa yasiyo Unakuwa na magonjwa yasiyoisha, natoka ugonjwa hili linaingia ugonjwa hili, natoka ugonjwa huu unaingia ugonjwa hu mwingine. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mke au mume uh, wa mtu lakini una tatizo uh, una tatizo la mke au mume wa kiroho, jini mahaba, basi utaishi na magonjwa yasiyoisha. Kila kukicha unaamka unaumwa umwa, usijue uh, usi hata unachoumwa ona kila siku mume au mke wako anakuuliza unaumwa nini, unamjibu hujui unachoumwa, lakini unaumwa tu. Kama wewe u mwanamke uh, kama wewe ni mwanamke, huyo ni jini anakuwekea magonjwa ya si ya kawaida, kiasi kwamba unashindwa kukutana mume wa halali uh, katika mahusiano ya kimwili. Mwanamke unalala unaumwa kila siku, hata tendo la ndoa na mume wako uh, ama lifurahi ama huwezi kabisa kufanya. Ukiwa mwanamke na umolewa, unaona kila unapokutana na mume wako halali, huna hamu wakati wa tendo la ndoa. Unaanza kujiuliza ni kwa nini, lakini hupati jibu. Kama ni mwanaume unakutana kila uh, unakutana una, unakuta kila unapokutana na mke uh, na mke wako kufanya tendo la ndoa, unapata picha ya wanawake wengine ambao unawaona ndotoni, unashindwa kuelewa ni kwa nini. Hiyo yote ni kwa sababu ya mume au mke wa kiroho. Mashetani hawa wana wivu wakuzuia usifurahie au kukutana na wivu, hai, usifurahia mwenzako kimwili ili usije Uh, chana nao. Kwa hiyo hawa ni majini ambayo yanakuwa yanakuzuia yanakufanya usienjoi ile tendo uh, tendo na mke wako au mume wako, nakuwa huna kabisa, yaani huna kabisa hamu, huenjoi kabisa. Kwa hiyo e kwa sababu gani? kazi ya majini, kazi yake yanaondoa na, ya ile shauku ile ya, ya tendo la ndoa yanaondoa. Kwa hiyo yanakupandikizia magonjwa ya, unashangaa hata wewe ni unaumwa tu, hata tendo la ndoa ulifurahii, kwa hiyo mume wako naye halifurahii. Kwa hiyo hii ni madhara ambayo yanaonyesha kuwa umemilikiwa na jini mahaba, lakini pia Uh, madhara mengine uh, dhara namba tano ambayo inaonyesha udhara dhara namba tano la kumilikiwa na mume au mke wa kiroho: maumivu makali. Unapokutana kimwili na mumeo au mkeo, unakuwa na maumivu makali. Mume wako anapotaka kuwa na mahusiano ya kimwili na wewe, ile jini lililo ndani ya mwili linaofanya mwili wako uwe kwenye hali mbaya, ili wewe ushindwe kuwa na uhusiano wa ndoa na mume wako lengo lake ni kuharibu ndoa. Ndio maana unaona wanawake wengi wanasema, yaani, mimi nashangaa watu wanasema ndoa ni nzuri, lakini mimi sijawahi kuona uzuri wake. Kila nikitaka kuwa na mahusiano na mume wangu ninasikia maumivu makali sana, sijawahi hata siku moja kufurahia mahusiano na mume wangu. Hii ni kwa sababu yule jini uliyefunga naye ndoa ya rohoni hataki uwe na uhusiano na mtu mwingine. Lakini uh, madhara mengine, dhara namba sita kukuondolea hisia za mahusiano. Jini mahaba anaweza kukuondolea hisia za mahusiano. Jini mahaba aliye ndani yako anaondoa hisia za mahusiano. Kila unapotaka kuwa na uhusiano na mumewe au mkewe, unakuwa una hisia kabisa, unashangaa mbona wanawake au wanaume wengine wanasema ako. Wanafurahia kuwa na wenza wao lakini mimi sioni hiyo furaha. Hii maana yake ndani yako una mume au mke wa kiroho anayekuzia usio na uhusiano na mumeo au mkewe. Kona au mkewe unakuwa anaondola uhusiano au enjoy kabisa, lakini uh, madhara mengine namba saba, kama umeolewa utazaa watoto wenye matatizo. Kama umeolewa utazaa uh, watoto ambao wanakuwa wana matatizo lakini madhara mengine kwa mwanamume, utaondolewa uwezo wa kutungisha mimba. Kama ni mwanaume, utaondolewa uwezo wa kutungisha mimba. Kwa hiyo akini, kuna dalili ambazo, aue, unanisikiliza umekuwa ni muhanga wa jambo hili, naomba nifuatishe maombi haya. Lakini pia kama bado hujampokea Yesu Kristo, unaweza kumpokea ili akusaidie utoke kwenye shida ambayo unaipitia. Sema, E Bwana Yesu, Ninakuja mbele zako. Asante Yesu, ninakuamini we, unaweza ninakuamini. We ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu Yesu, katika jina la Yesu, amen. Sasa unaweza ukanifuatisha maombi haya kwenda kuvunja kila kila, kujitenga na jini mahaba. Sema kwa damu ya Yesu. Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako Ninaomba unisamehe sehemu yoyote nilipokukosea kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Kwa damu Yesu najitakasa katika jina la Yesu. Imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila zote za Shetani. Kwa mamlaka ya damu Yesu ninavaa silaha za Mungu ninaendea kila mume kila mke wa kiroho anayefuatia maisha yangu, ninamfyeka kwa damu Yesu, ninamfyeka kwa damu Yesu, ninamfyeka kwa damu Yesu. Ninavunja ule ile pete ile pete ya ndoa, naivunja kwa damu Yesu, naivunja kwa damu Yesu. ninaharibu kila uhusiano na jini mahaba, na haribu kwa damu Yesu. Hana nguvu juu yangu, na mfyeka kwa damu Yesu. Imeandikwa kwa maana Mungu wetu ni moto lao sema, kwa damu Yesu ninaachilia moto kwa damu Yesu. Ewe mume wa kiroho, ewe mke wa kiroho, ninakuangamiza kwa damu ya mwana kondoo, ninakuangamiza kwa damu Yesu. Amen. Acha nikuombe Baba katika jina la Yesu Kristo. Bwana anasema, asante kwa ajili ya mtu huyu sehemu yote alipo ninaachilia moto wa Mungu katika jina la Yesu. Imeandikwa kwa maana Mungu wetu ni moto ulao, nami nasambaza moto katika jina la Yesu. Ewe jini ulio ndani ya mtu huyu, ewe jini ulio ndani ya mtu huyu, ewe jini ulioshikilia viungo vya mtu huyu, ulioshikilia maisha ya mtu huyu, ulioshikilia ndoa ya mtu huyu, unaechelewesha maisha ya mtu huyu kwa mamlaka ya damu Yesu, imeandikwa nuru na giza haviwezi kuchangamana. Ninakutenga na mtu huyu kwa damu Yesu, ninakutenga na mtu huyu kwa damu Yesu, ninakutenga na mtu huyu kwa damu Yesu. Ninaachilia moto kwa damu Yesu, ninaachilia moto kwa damu Yesu. Ewe jini unayekuja usiku unalala na mtu huyu, ninakufyeka kwa damu Yesu, ninakufyeka kwa damu Yesu, ninakufyeka kwa damu Yesu. Ninaachilia damu ya mwanakondoo, namfungua mtu huyu popote pale alipo, namfungua kwa damu Yesu. Ewe jini na kufyeka wale watoto wa kiroho uliozaa mloz, na mtu huyu au watoto na wanyonga wote na wafyeka wote kwa damu kondoo, wale watoto majini na wafyeka na wachinja wote kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa kwa maana Mungu wetu ni moto ulao, na sambaza moto kwa damu ya mwana kondoo, na kulipua ewe jini katika jina la Yesu, na kufunga kwa damu ya Yesu. Amen, amen. Unaweza uh, unaweza ukapata muda kadri Roho Mtakatifu atakavyoendelea kuongoza ukapata muda wa kuomba, ukaomba na Mungu wetu ni mwema, ataendea kufungua na kutoa kwenye kila aina ya kifungo. Lakini pia kama bado huja like na kusubscribe, basi kisha una like, kisha una share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho, na kupenda sana, nikutakie wakati mwema.